Kitabu cha mwanamke fungua kurasa. Habari? Nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Mary Mang'endo Ndio. Ni mwenyekiti wa kikundi cha Bazioni Group. Natamani kufahamu wanawake ambao wako ndani ya kikundi hiki cha Bazioni Group muna, munatumia njia gani ili kuwapata kuingia ndani ya kikundi hiki? Njia moja kubwa ni kwa kwa shudeni la Mungu, wakiingia kwenye uumini, tunawapata mm kanisani, na wengine tunawapata kwenye ujirani wa kanisa. Sawa sawa, lakini pia mmewafikia wanawake wangapi hadi sasa? Tumewafikia wanawake wengi, tuko karibu kwa kikundi chetu hapa Kurasini, tuko kama 54 54 mm. Na ndani yao wanawake 54 wanufaika ni asilimia ngapi wanaonufaika? Inaweza kusema ni wote kwa sababu kila mtu anaenufaika kwa kiwango chake vile vile alivyo, ndio, na anavyojishughulisha. Sawa sawa, lakini mwanamke ambaye anakutazama anatamani kufahamu nyie mipango yenu na mikakati yenu, kama wana kikundi wa kikundi hiki cha Bazioni Group, una, unamueleza nini mwanamke? Mipango yetu ni kila mwanamke apate msimamo mzuri wa maisha, kama alivyoongea katibu vizuri tu kwamba maisha ya rohoni na mwilini. Maana nayo ya rohoni akiwa ya yamechanua ya asipochanu ya na ya nje haya yanamfanya yeah, alemewe mpaka yale ya rohoni yafifie. Ya kwa hiyo tunajitahidi aende kwa viwango vizuri vya maisha ya kila siku ili aweze pia kumudu katika kumwabudu Mungu vizuri. Sawa, lakini tukirudi katika swala la huyu mwanamke ambaye anafanya biashara ndogo ndogo, mjasiriamali, lakini pia ana familia. Munawezaje nyinyi kama wanakikundi kuwawekea ratiba nzuri ya kama wanawake ili kuweza kumanage majukumu ya kazi na majukumu yake kama familia? Tunaweka ratiba. Kwa mfano kwa wiki tunakutana mara moja, ndiyo, na Jumamosi kutaka kwenye usafi. Pia tunaongea ya kawaida kawaida, lakini ile siku tunakutana kama leo, tunakutana saa tano. Kwa hiyo asubuhi akauze mboga, akafanya kilimo chake, alafu saa tano kamili awe hapo, kwanzia asubuhi mpaka saa nne awe amefanya mazingira ya nyumbani, kwanzia pale anakuja hapo. Sawa, so, sawa, so, tukirudi kama mwanamke ni mlezi namba moja wa familia, sasa hivi kumekuwa na upana sana wa teknolojia, unadhani kuna utofauti gani kati ya malezi ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume kwa upande wako wewe kama mama? Mimi kama mama sijaweka tofauti, ipo tu kwa ule uvaji wa suruali na gauni, lakini kwa shughuli wote nawaingiza kwenye shughuli. Mimi wote vulana anapika, msichana anapika, mvulana anafagia, msichana anafagia, vulana anashona, msichana anashona, huyu anatembeza mboga naye anatembeza mboga, anatembeza, wote wanafanya shughuli zinazofanana na kuiana. Labda hmm, zitazidiana kwa umri, huyu mdogo sana atafanya ndogo lakini inafanana na yule mkubwa. Hmm. Na pia tuna wanaofuga ng'ombe na washirikisha kwenye kufuga ng'ombe kukamua kidogo, kubeba mbolea, kutawanya kwenye mazao shambani. Ndiyo najaribu kuwashirikisha wote. Lakini pia unadhani, kwa upande wa mama na mtoto teknolojia imekuja vipi kuharibu mahusiano ya mama na mtoto kwa upande wako? yani athari za teknolojia kwa kati ya mama na mtoto watoto wamekuwa wavivu tuseme wamekuwa vivu afu na sisi wazazi malezi yetu pia yamekuwa sio mazuri kwa sababu wazazi wanaogopa kukemea watoto wanaongea kikawaida mno kiasi ambacho mtoto haoni tofauti kwamba huyu ni mama au ni baba hataki hili jambo ndio kwa sababu anampa kama uhuru kwamba utaangalia utafanya au usifanya kitu ambacho si cha kufanya lazima ionekane hakitakiwi kufanya hata kama atafanya nini, asifanye, lakini sio kiangaliwe kwa kubembelezwa. Ndio maana ile hali inazidi kukua, watoto sawa na amri zaidi ya wazazi, unajua mm, akisema mimi leo naondoka, usiende mwanangu, mimi naondoka bwana, hiyo imeshatoka naondoka kweli. Lakini sisi kwa misingi yetu hilo hatulikubali kabisa, na mimi mmoja hapo nikichukua hatua hizo, hata kwenye familia ili waone kwangu na wao wajifunze pia. Ndio, unadhani nini kifanyike ili kuepukana na haya yote? Wazazi kurudia nini, utaratibu wetu mzuri wa malezi tumeuacha, naona tuna, kama tunaiga nje nje. Ndio, kumbe na wale wa nje sasa hivi hivi wameshashindwa unajua. Walikuwa wapigi watu, sasa hivi wanaanza kuwapiga. Sisi tumeacha kuwapiga. Sasa ile nayo alafu ile la kuwapiga sio la mtu, ni la Mungu. Biblia imeandika mtoto ananyimwa mapigo hapendwi. Watu wanafikiri ni jambo la kiutaalamu fulani wa watu, hamna Kweli mtoto asiepiga huyo mtoto, kizazi cha kukua, mimi na hawa watoto wangu hapa kuna afadhali, lakini mbele ya wa watoto wao wasipobadilika hawapati watoto wata, kwanza tendo moja nisema watakuwa wanapata wajukuu kama mimi na tabia yangu, mmoja ambaye anasema wanakuwa kama watoto wa paka, watakosikivu watakasirika na juu, lakini anakuwa mtoto ukimuuliza babake yuko wapi, hamuelewi anamuelewa mama tu, na mtoto hawezi kulelewa na mama tu bila baba kitu ambacho tukiendelea kizazi kinachokuja kitakuwa hivyo tena, kwa nguvu mbaya isiyopendeza, hasa kwa sisi kama Wakristo. sawa sawa, tukirudi katika kikosi hiki cha kikundi cha Baziona Group, kuna yule binti ambaye yuko mtaani, anatamani kuanza biashara, anatamani kuingia kwenye kikundi hiki, lakini bado ana ile hofu na woga h, namwambia nini huyu binti? Yani tunamwandaa ili aweje kuwa mwanamke bora wa kesho, tuna nini cha kumwambia huyu binti? tunamkaribisha wala tuta mfosi waingia wa kwenye wokovu wa kwanza mm -mm. Tukimaliza hata vipindi vyetu tunaongea hilo kama somo letu yeah. Akiamua ataingia, akiona hawezi utaa so, kwa sababu ukikuta watu wanatembea kwa mguu mmoja utajikaza kwa miwili, baadaye utaona huu mm, muundo hata uende ataingia naye kwa kufuata sisi.

Unawezaji kumwambia huyu mwanamke ili tujenge kizazi kilicho bora baadaye? Mi nachoambia sisi turudi kwenye malezi yetu, kama wazazi tuliolelewa sisi, watoto watiishwe, wakemewe, wachapwe, lakini sio waachiwe tu nafasi ya upana uh, ule upana kuachiwa uhuru mwingi ndi unaoharibu taifa. Sasa hivi sisi hata wajukuu tukiwapata wale wanaoleta wajukuu kwetu hatuwajue wababa wakwe, yani hatuwajui faida yake ni heshima. Mtoto leo na babake na mamake, imetokea basi, hiyo bahati mbaya iwe moja. Wengine wanasema sasa unasema hivyo na huyu anayeolewa na anafiwa. Ah, hivyo ni vitu vingine na utaratibu ni Mungu huyu, huwezi kuingilia. Lakini hivi ambao tunaweza kuvicontrol lazima vikontroliwe, unaweza kuwekwa ndani ya utaratibu, lazima viwekwe ndani ya utaratibu, na nguvu ya kufanya vitu vikae ndani ya utaratibu ni mama na baba, sio mtu baki. Labda kama wazazi wamefariki ukabaki kwa shangazi basi yule naye ni baba na mama. Sawa, so, shukrani sana. Wana Wanawake Media, kimbilio la wanawake.